atakabidhi kikombe kwa bingwa lakini pia atakabidhiwa na kiasi cha fedha taslim milioni kumi, kumi. Sana mgeni rasmi anakabidhi kitita cha milioni kumi Sasa hapo ni milioni kumi eh? Nimeshauriwa kwa masuala ya kiusalama, anayekabidhiwa shilingi milioni kumi atawakuta askari pale. Akishuka kwenye ngazi, ataongozana na askari kuhakikisha usalama wake mpaka pale atakapokuwa wamefikia, si ndio jamani, eh? Sasa tunakabidhi shilingi milioni kumi tunakabidhi shilingi milioni kumi lakini pia kwa usalama huo huo pia kwa usalama huo huo pia tunaamini watakuwa wamekuja na begi. Tunaliomba hilo begi. Nani tisa naniongeza, wameweka naniongeza, jamani, wameweka naniongeza. Funga begi lako, funga begi lako, tunakukabidhi kwa askari hapo. <laughs> cha kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pili nishukuru sana chama cha mpira cha Iringa pamoja na kampuni ya Vunja Bei, lakini hususan na ndugu yangu Fadhili Fabian Ngajilo kwa kuniteua na kunikaribisha mimi kuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili kubwa ambalo linafanyika hapa mkoa wa Iringa, hususan hapa halmashauri ya manispaa ya Iringa. Ndugu zangu, kwanza niendelee tena, narudia tena kusema nawashukuru sana chama cha mpira na nashukuru sana kampuni ya vunja bei, lakini nawashukuru wakurugenzi wa, wa vunja bei kwa maana ya, ya kwanza Fadhili Fabian Ngajilo, lakini pia na ndugu yangu Fredi Ngajilo, kwanza kwa kutoa gharama zao na kwa kuliandaa hili jambo kubwa sana ambalo kwa kweli kwa maana ya sisi kama viongozi kwenye kwa levo ya mbunge pamoja na mimi kama meya pamoja na wagombea wenzangu wa madiwani ambao wako hapa, tunajifunza kwamba Mwenyezi Mungu akipenda, katika baada ya kumaliza masuala ya uchaguzi, ni muhimu kuhakikisha tunaandaa masuala kama haya, kwa maana ya hapa kwenye halmashauri ya manispaa ya Iringa, Kalenga, Iringa vijijini, pamoja na maeneo yote ya mkoa wetu wa Iringa, jambo hili kwa maana ya leo ambavyo vinaonekana hapa, inaonyesha kabisa wanairinga tunatamani michezo, tunatamani eh, maendeleo ya michezo yawepo kwa kiwango kikubwa. Sisi kama viongozi wenu, kwa maana ya level ya mkoa, kwa maana ya wabunge wetu, tumeendelea kufanya jitihada kuhakikisha kwamba tunarejesha mapenzi tunarejesha timu ya daraja la kwanza tunarejesha timu za ligi kuu hapa mkoani Iringa, na tumekuwa tukifanya jitihada hizo kwa kushirikiana, lakini tumeshindwa kufika hapo. Mimi binafsi nimeona kwamba tunaweza kurudi kuanzia hapa tukaenda polepole badala ya kurupuka kwenda juu, hatimaye tukafika huko tunakohitajika kufika. Nifikishe salamu kwanza za Fred kwa sababu niliongea naye, anawashukuruni sana kwanza, chama cha mpira kwa kumpa ushirikiano ambao mmempa, lakini anawashukuru wananchi na wote wa mkoa wa Iringa, kwa kushiriki na kuyapenda haya mashindano ambayo yamefanyika hapa kwenye mkoa wetu wa Iringa. Lakini pili, nifikishe salamu za ndugu yangu Fadhili Fabian Ngajilo ambaye ni mmoja wa wakurugenzi wa Vunja Bei, lakini ni mmoja wa waasisi wa, wa wa wa mashindano haya tangu mwanzo. Tunakumbuka miaka kumi na tano iliyopita walianza, alianzisha mashindano haya kama Ngajilo Cup, na ameenda mpaka pale mwaka jana ambapo waliamua sasa kuyaita VunjaBei Cup la kwanza lipongi naye anaahidi kurudisha michezo hii na kuendeleza. Baada ya tu ya kumaliza uchaguzi, tutakaa tena na kuona utaratibu wa kuendelea na mashindano haya, na sio tu kwa maana ya levo ya manispaa ya Iringa, kwa maeneo yote kama ambavyo yamefanyika katika katika, katika msimu huu. Ndugu zangu, e, mheshimiwa Ngajilo anaendelea kuahidi kwamba atashirikiana na sisi na mimi binafsi niseme tunamwomba Mungu tumalize mambo ya uchaguzi. Tutakapomaliza mambo ya uchaguzi, tutakaa tena kama halmashauri ya manispaa ya Iringa pamoja na wabunge wetu kuona namna gani tutaliendeleza jambo hili.